Ombi langu tuko wa Tanzania kwamba kesho Taifa Stars inacheza, na najua nchi yetu ni miongoni mwa nchi ambazo zinashiriki mashindano ya AFCON 2025 tuwaombee vijana wetu, lakini pia tuhakikishe ya kwamba hakuna kijiwe hakuna mtaa hakuna nyumba ambayo haitazami mpira siku ya kesho kuanzia saa mbili na nusu siku ambapo kwetu tutakuwa ni saa kumi na mbili na nusu ya jioni. Vijana hawa wakipata taarifa ya kwamba taifa linawatazama inawajengea morali na motisha mkubwa sana, kwa sababu hii ndio kazi waliochagua kuifanya na kwa kuwa tumewapa heshima ya kuwakilisha nchi yetu, basi na sisi Watanzania tuwe wamoja. Mpira huu wa miguu ambao tunashindania kombe elfu mbili na ishirini na tano AFCON ikawe baraka kwa taifa letu. Tusiwe yani zetu, na tofauti yoyote, yaani zile tofauti zetu tuziweke pembeni, na tofauti najua za Simba na Yanga, kuna tofauti za Azam amba hebu tuweke macho yetu na matumaini yetu kwa vijana wa Taifa Star, ambao hawa ndio sifa na heshima ya taifa letu katika bara la Afrika. Nimesema ni waombe kwa sababu najua mataifa mengine yanavyofanya, na hata jana tumeshuhudia jinsi ambavyo hata nchi ya Morocco ilivyotoa sapoti kwa kwa vijana wao. Lakini zaidi ya yote kwa niaba ya waziri wetu, tungetamani kama una meseji yoyote ya kuatia moyo vijana, una namna yoyote ya kuwapa faraja vijana, basi wasiana na waziri wetu Profesa Kabudi ili ujumbe wao ufike. Nakumbuka tushawahi kufanya na tuona morali ya Watanzania wakiunga mkono timu yao ya Taifa, na kwa wale ambao mtapata nafasi ya kuja Naomba kualika njoni, tuwaunge mkono, njoni tuunge mkono, mkono Taifa Stars. Na uzuri kwamba tunao timu iliyotangulia, yani wewe ni kuwasiliana tu na viongozi wetu wa wizara ambao wako huku, kuwasiliana na BMT yetu, kuwasiliana na TFF. ili weze kufika kuunga mkono. Nafahamu ya kwamba kesho wako wa Tanzania ambao wameniahidi wanakuja, na wengine tayari wameingia jana na wengine wanaingia leo. Basi niwaombe Watanzania kokote kule uliko, una uwezo wa kusafiri kutoka Tanzania au kutoka nchi yoyote duniani, njoo tuisupoti Taifa Stars yetu.